Wa West TV. Tunu Hassan. Ah, I say, mimi ni mmoja kati ya watu wanaoombea mema Simba, eh? Yes, kwa sababu tunaambiwa uzalendo kwanza. Timu yeah, eh, pekee ambayo inashiriki katika mashindano haya ya kimataifa kwa sasa. Kila mtu adua kwa Simba leo. Ay, sasa kama siombei dua, simwombea dua mnyama na nimwombee dua Al Masry. Hapana. Namwombea dua mnyama. <laughs> <laughs> Yes, iliko wazi hilo, alitakiwa hata natakiwa kupiga tu mstari. Kuna Waarabu weusi siku hizi, bwana, wachawi watu, tena kwa mtu mweledi <laughs> mwenye taaluma, unayefanya kazi za ku improve hizi standardi za watu, wakacheze kwenye hizo timu, ukikosa no. kuwaombea kheri, kama hapa no. na wewe itabidi wakupime kidogo gorofani kama kuko vizuri. Sawa. So, eh eh. eh. bwana bwana tuanze kutazama mpango kazi wa Simba sasa mm, Namna ambavyo wanakwenda eh? Fadlu Davis amezungumza bwana kuelekea mtanange huo. Uh, we we will have have the the approach of of trying to to create as many as many possible and of course we have to be very wary with uh, the counter attack threat because they've they've got got good quality players like Salah Mohsin, they've got, uh, El Rouge,

Haya, tumemsikiliza Kocha Fadlo kwa namna ambavyo amezungumza kuelekea katika mechi hii na mipango mikakati ambayo wako nayo kuhakikisha kwamba wanapata uh, pointi tatu muhimu ambazo zitawapeleka moja kwa moja katika hatua inayofuata. Wilson Jono Roma, mipango mikakati ya Kocha Fadlo mpaka hivi sasa, kwa sababu kuna tena muda wa kujiandaa. mm. Leo ndio siku ya tukio, bila shaka watakuwa wamejiandaa vizuri kabisa kuelekea katika mechi hii ambayo wanaamini pia Al Masry uh, ni timu nzuri ambayo inaweza fanya jambo lakini, wao wana mipango yao mikakati ambayo wameiweka sawa sawa kuwakabili Al Masry katika mechi ya leo. Wanatoboa kwa namna gani Simba kiufundi, hasa kwa namna ambavyo umewatazama kwenye mechi ya awali. Uh, leo, leo kwa Simba mpira hauna matokeo matatu kama ambavyo tumezoea siku zote yes. Kwa tunasema mpira una matokeo matatu, matatu. Mm. Lakini kwa mnyama Simba leo mpira una tokeo moja tu wanapaswa kushinda, tena kushinda kwa margin ya kuanzia goli tatu na kuendelea, sio kwa sababu mechi ya leo ni kwa ajili ya ku qualify mm, kwa ajili ya kufuzu uh, kwenda nusu fainali, umeelewa mm. Uh, hiyo ndo hiyo ndo plani ya kwanza kabisa ya Simba hii leo na um, basically nategemea dakika arobaini na tano itakuwa ni kujaribu kupata magoli ya haraka um, na angalau kwenda mpaka mapumziko, at least wawe wame level scoreboard na bao ule wao unasoma Masry mbili Mnyama Simba Mbili au hata kama wakipata goli tatu na kuendelea. mm. Sio lakini, hiyo hiyo itakuwa ni weka vizuri hapo yeah, eh, kwa yani, mbili mbili na, yes, mbili mbili on aggregate yes. Na hiyo ndo itakuwa plan ya Simba kwenye 45 minutes za kwanza mm. na, what I believe hasa kwa kile ambacho nimekiona baada ya mechi kumalizika kule, uh, uh, kule Suez mm. uh, namna ambavyo wachezaji walikuwa wanazungumza kuelekea kwenye mechi hii ya leo mm. um, nachokiona Al Masry wanakwenda kuwa na dakika 45 ngumu zaidi kuliko wakati mwingine wowote kwenye michuano ya, ya, ya msimu huu. Sawa, Wilson John Uh, Fadroman Davis kwamba amewafahamu na kuendelea kuwafuatilia baadhi ya uh, wachezaji wa Al Masry na alifanya hivyo hivyo kwenye mechi ya kwanza, lakini ikamtokea puani. Ana, yes. Anawafuatilia wachezaji lakini anashindwa kufuatilia namna wanavyocheza kitimu yes, kijumla ndio shida hapo. Hapana, unaweza ukafuatilia wewe as coach na bench la ufundi kwa ushirikiano mkubwa, lakini execution ya wachezaji ndani ndio ikakulet down. Lakini Fadru anachoonesha ni kwamba eh, kama ana video analyst wake, basi anajikipu bize kufanya nao kazi mm, kwa maana eh, tizameni leteni kwangu tuiangalie. Aliowataja ni wote ni threat players mm, kwa upande wa eh, Al Masry except sijamsikia Maruf eh, Muhamad Maruf, Maruf ambaye alikuwa threat pia sasa, mm. inawezekana according to yeye na panel yake ya ufundi uh, Muhamad Maruf kwen, kwenye midfield, kwenye midfield amemtaja, amemtaja wa salamosi nafikiri okay, basi labda sikuwa amemtaja nimemnsia, amemtaja yes yeah. ni mtu ambaye nilimuona kwangu ni threat sana, lakini kama mwalimu anaweza kutambua ku, ku ubora na udhaifu wa timu ni hatua kuelekea kuelekea mchezo. Sasa wale wanaokwenda kutimiza wajibu ndani mm. ndio wana jukumu la kwenda za kuwazuia. Nadhani wengi wanajiuliza itawezekana. Kachero wa kimataifa alienda kule Misri, Simba akiwa anawafahamu wachezaji hatari zaidi wa wapinzani wao, lakini walishindwa kuwazuia, wakachapwa. Leo bado anaendelea kuwafuatilia wachezaji hatari, inaweza ikasaidia. Uh, inaweza ikawasaidia kwa sababu utakuwa Uh, amini kocha atakuwa ameandaa mpango wa kuwa neutralize kufanya wasiwe wakali kama kwenye mchezo uliopita, unasema mm -hmm. Uh, uh, ujinga, saa ya kuenda saa ya kurudi ni kujifunza sio. Kwa hiyo Fadlu, ukimsikiliza alichosema, amejua Simba ilikuwa maeneo gani dhidi ya Al-Masry kwenye mchezo wa kwanza. mm -hmm. Kwayo, kwa hiyo kuwataja wachezaji wale, maana yake ameshajua anaenda kucheza vipi. mm -hmm. Sasa hiko ambacho amekiandaa ni mpaka tukione kama kitamlipa ama vipi, ila kwa wakati uliopo ameshajua eh, shida ilikuwa wapi kwa upande wake na eneo ambalo Al-Masry walikuwa wazuri. mm -hmm. Kwa hiyo hiyo ni eneo zuri sana la kocha kuanzia kwenda kwenye mapambano kama haya ya kimageuzi kutaka kushinda mchezo huu kwa zaidi ya mabao matatu na kuendelea. Aa, lakini kingine ambacho Fadlu amekizungumza ni kutaka uh, kuingia na plani ya kufunga sana mm. Eh, moja ya changamoto kubwa ambayo alikutana nayo Simba kwenye mchezo uliopita alikuwa kushindwa kuwa na utulivu wa kutengeneza nafasi rahisi moja. Pili hata chache zilizopatikana kushindwa kuzifunga. Haya ni mawili ambayo alikuwa anafanyika kwenye box la almasri wakati Simba na umiliki. Niligusa nilisema, eneo la mpanzu ukosa utulivu wa kuwaona wenzake kwenye maeneo sahihi, alikuwa anapiga mashuti ambari sana ambayo wenzake kwenye nafasi, ilikuwa anakosa utulivu wa kutengeneza nafasi. lakini kuna nafasi alipata Shomari, cross ya Mkwala. Shomari alituliza, eh, alitaka kuugusa mara pili, kipa akawa ameucheza. Aa, na katika ushahidi wa hilo kipa wa almasri anaitwa Mahmoud Gad. Alifanya saves saba na moja kwenye boxi kubwa ndio liko ile ya Shomari. Kwa hiyo alionekana ni kikwazo kabisa kwa upande wa Simba, walikuwa wanashindwa kumfunga. Kwa hiyo sasa, kuelekea mechi hii ya jioni ya leo, maanake eneo la kwanza ndio hili. Simba kwanza wanahitaji watulie wale washambuliaji wa mbele wote, e, either winga kushoto, e, mpanzu kulia Kibu Dennis, striker yote atakayeanza na Jean Charles, wakubali kucheza kwa pamoja kuwafungua Al Masry, ambayo unajua watakuja kucheza wakiwa wengi sana kwenye goli mm, ili kuwapa Simba ugumu na wao walinde faida ya magoli mawili ambayo wanayo. Yes, kwenye eneo la ushambuliaji, nadhani hilo ndio swali ambalo pia liulizwa kocha Fadlu, atakwenda namna gani? Washambuliaji wawili, eh, kina Mkwala tena hapo ateba wakitajwa. Tumsikilize na mpango wake mwalimu, akajibu namna gani <muchilis>

Kiungo mkongo, umemsikiliza kwa namna ambavyo amezungumza, ameingia, lakini mwisho wa siku akatoka, akaona ah, nyinyi mnataka ku. kuniingia sana maungoni na mpango wangu ambao mimi nataka kwenda nao, lakini tumemwelewa kwa kile ambacho amekizungumza nimemwelewa. Kwanza nashukuru umekuja, umechangamka sana leo ile moja uh, lakini <coughs> <laughs> Um, <laughs> nadhani mwalimu alikuwa anazungumzia kuhusiana na eh, striker kucheza na lone striker mechi ya mm -hmm. away. Mm -hmm. Na mikiri kwamba alikuwa isolated, japo najaribu kuangalia kweli he was isolated, lakini kwa isolated timu imetengeneza nafasi ime ime ime, ime, ime fanya touches nyingi sana kwenye final third mm -hmm. mm -hmm. Ina maana kuwa kuna idadi fulani ya ya wachezaji mbele ila nadhani achkua nazungumzia kuwa ni kwamba uko wakati goal la mapema kwa hiyo there's a possibility pia kucheza na strikers wawili no, really? kama ambavyo ameweza kuzungumza japo, mm. inabidi pamoja na kusema kwamba nitacheza na strikers wawili, kuna sehemu lazima watapungua. mm. mm. sio katika hasa katika sehemu ya, ya, ya, ya, ya, ya ulinzi, either sehemu ya ulinzi, either sehemu ya kiungo kwa sababu kwa vyovyote ni lazima uh, midfielder mmoja atakuwa anasogea pia juu mm, kuongeza idadi, lakini ni the way Simba alicheza dakika tano mpaka saba za mwisho Sio tano? mpaka yes. saba. saba za mwisho dakika tano mpaka saba za mwisho zilikuwa zina magoli mawili na moja ilikataliwa. Sawa. Sio kama ninaelewa, kulikuwa kuna magoli mawili Si Misri, yeah, Misri. Mm. Mawili. Moja yi... ja, kulikuwa kuna magoli mawili, moja likuwa goli. VAR lisibitishe ni goli. baada ya kaunta ile nadhani shambulizi la kujibu. Na ikaja shambulizi nyingine la kujibu ika offside, kulikuwa kuna space kubwa sana hata kwa ile goal ambayo lilikatilia goal offside, ambapo mtu aliingia ndani, kama asingekuwa kwenye position na kuzidi, ilikuwa ni goal tayari mm. Lakini kwa sababu yule alikuwa akishatangulia mbele, mpira umemkuta katika area yu, ambayo yuko kwenye position ya kuzidi, basi ikabidi. Kwa hiyo mimi ndio area ambayo naiona pia walicheza vibaya, kwa sababu hizo dakika mm. zilikosekana discipline ya, ya mchezo. Sasa unafikia tu kama ile Yani tumefika hatua sasa, tumefunga goli moja, hatujafunga? Basi tungeweza kulinda tusifungwe hilo goli moja kutokana, tuna umakini zaidi wa kuweza kujua. Kwa hiyo kuna lapse of concentration ambayo ilitengeneza mazingira ya kufunga hayo magoli mawili, moja likawa limekubalika, kwa hiyo ikawa mabao mawili kwa sifuri. Kwa hiyo sipati shida kwa nicho cho kusema, lakini shida yangu mimi ni kwenye discipline ya kuwa pale ambapo timu haina mpira, na naamini haikucheza vizuri Simba katika zaidi ya saba za mwisho. Sawa. Bwana, usiku wa deni haukawi kucha. Hii ndio kauli ambayo bora sana kuelekea mchezo wa Simba Sports Club wenyeji dhidi ya wageni Almasiri, mchezo wa robo fainali ya pili kombe la shirikisho barani Afrika. Simba Sports Club wakiwa ni wawakilishi pekee wa nchi ya Tanzania katika michuano hii ya Kafu, wakiwa ni wawakilishi pekee Afrika mashariki na kati katika michuano hii ya Kafu. Na Simba yuko nyuma kwa goli mbili kwa sifuri baada ya kufungwa kule nchini Misri katika uwanja wa Suez kanal goli mbili kwa sifuri. Kwa hiyo ana mlima wa kuupanda ana mlima wa kuushuka, Simba Sports katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam. Tunajua show zake, alishakuja Wydad de Casablanca akafa goli mbili, alishakuja RS Berkane akafa, alishakuja Al national Al Ahly akafa pia, katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, lakini pia katika mechi za maamuzi kama za kufuzu E, katika hatua inayofuata mchezo kama unamalizika jijini Dar es Salaam hakuwahi kutoka muulize mkana Red Devil alikula hapa chuma a, tatu kwa moja muulize Platinum alikula chuma nne A, a, kwa sifuri lakini pia muulize e, Plateau naye pia alishawahi kupoteza hapa, hapa katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, bila kumsahau e, AC Vita amekuja mara mbili hapa kapa suka tatu kwa moja, kapa suka nne kwa moja. Kwa hiyo national Al Ahly national Al Masry kutoka nchini Misri hana nafasi nyingine siku hii ya leo kuelekea katika mchezo huu, hana nafasi ya kutamba tena katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, hana uwezo huo kwa sababu wasababu wakubwa zaidi yake walishapoteza hapa katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam na Simba akapata matokeo. Siku hii ya leo ni siku nyingine ya mshikamano, siku nyingine ambayo wana simba wanakwenda kuandika historia ya kufuzwa katika hatua ya nusu fainali. Goli mbili katika dimba la Benjamin Mkapa kwa Simba Sports siyo nyingi, goli mbili katika dimba la Mkapa, tanuri la moto, hatoki mtu, siyo nyingi. Tusubiri show za Simba Sports Club katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, tusubiri show za kocha Fadlu Davids siku hii ya leo na kikosi atakachokwenda kukianzisha katika mchezo huu, huku Pimpini Kamara, tuna uhakika asilimia mia, mia anakwenda kuendelea eh, kusalia katika milingoti mitatu, lakini pia kwa upande wa mabeki wa pembeni, Shomari Salum Kapombe, baba Esther, mbavu ya kulia bora kwa kutokea nchini Tanzania kwa miaka zaidi ya kumi, ataendelea kusalia katika eneo hilo la mbavu ya kulia. Mbavu ya kushoto Mohamed Hussein Shabalala captain, mbavu bora ya kushoto kwa kutokea nchini Tanzania, mbavu bora ya muda wote eh, katika ligi yetu ya Tanzania zaidi ya misimu 15, ataendelea kula mbavu ya kushoto. Upande wa mabeki wa kati Golden Boy Tanzania Boy Abdrazaki Hamza atakwenda kukaa sambamba na Chamu Karabu. Abdrazaki Hamza hazina nyingine ya Tanzania eh, mchezaji mwingine ambaye anakuja kusumbua soka la Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla, mpaka dunia kwa ujumla. Abdrazaki Hamza ana umri wa miaka 24 tu. Kijana huyu Akitanzania, atakwenda sambamba na Chamu Karibu anayekwenda kuchukua nafasi uh, ya Chefondo Maroni ambaye ni majeraha, lakini katika mfumo wa 4231 wale viungo wawili pale, kiungo mkabaji na kiungo mlainishaji, tunakwenda kumuona mtanzania mwingine anayejua kukaba akishakaba anajua wapi upeleke mpira anajua kukaba na kupeleka mpira katika maeneo sahihi. Huyu ni Ali Yusufu Kagoma. Lakini pia kwenye upande wa kiungo mwingine ni Fabrice Ruamba Ngoma, mkongomani huyo ambaye amekuja kutafuta fweza, amekuja kufanya kazi eh, nchini Tanzania atakwenda kukaa sambamba na Yusufu Kagoma. Lakini katika viungo wa shambuliaji wale wa tatu, Kibi Sawala Volcano Erimpanzu mutu ya Kongo atakwenda kula mbavu moja huku mbavu nyingine ikimenywa na Kibu Denis. Ni Siprospa mkandaji, tunajua show zake mpaka sasa na gori tatu katika michuano hii, kwa hiyo anatamani kuendelea kuongeza idadi ya magori ili kujihakikishia nafasi lakini pia tutakwenda kumwona Jeni sherehe ya wa katika eneo la ubunifu, bila kumsahau siku hii ya leo. Tuna tamani tunapenda aa, aanze Steven Desi Mkwala, streka refu kuliko goli baada ya michezo kadhaa kuto kuanza, na akianza show yake inaonekana tutegemea kumwona siku hii ya leo akianzishwa na kocha Fadlu Davids katika eneo hilo la ushambuliaji. Kikosi cha Simba dhidi ya Almasiri katika mchezo ambao Simba anazihitaji sana hizo alama tatu. Simba anauhitaji sana ushindi siku hii ya leo na kufuzu katika hatua ya yeah, nusu fainal. Kwa miaka ya hii ya elfu mbili Simba hakuwahi kufikia hatua hiyo, lakini sasa wanakuambia hii tunavuka. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya komenti, utuambie, utueleze, je, inawezekana?